wameshangilia timu yao jinsi ambavyo inaongeza performance siku hadi siku. Tarehe kumi na nane nakwenda kucheza na KMC. Chukuchuku wana maneno sana, mwambieni nakuja. KMC wenye maneno mimi na shida nao, mimi namaliza nao kwenye pichi. Wao wanaongea, mimi naweza kwenye pichi. Kuna mtu mmoja anaitwa mbuzi kule, msamalizana naye bado. Chukuchuku unasema chuku. Likamo, uh, mimi nashukuru Mungu nimepata point, point moja na pia hata nafikiri nashukuru Mungu zaidi kwa kupata pointi moja. Kwa nini nashukuru zaidi? Ujaona kwa, kwa, kwenye picha kwa nini mpira unaanza tumbani szo nani kwa maji ya maji mchezo. Mbinu mpira wa kwanza natokiwa uzuia la pili ushambulie uwezi ukaondoka kachagoli wazi kunyuma anakuwaje? hiyo ndio football pressure pressure namna Yanga wanavyozidi kuja kwa kasi sababu napata pressure nakosa magoli na, press, na magol, nafasi eh? Sio kukoswa ufundi e, e, wa mwalimu Marara 50 unanipa jeuri kubwa sana eh, na mbinu zake uh-huh. Na falsafa yetu ya kugonga nyundo inanipa eh. jeuri kubwa sana Mmegonga wapi wapi nyundo leo eh? Mmegonga wapi kichwani, au au kwenye kwenye hii hii mm. Nimepiga zombi kwenye ugoko nimekosea, eh eh, eh. <laughs> Nimepiga zombi kwenye ugoko baada ya kwenye kichwa Yes, daraja moja tunacheza nao NBC uh, Premier League kwa sababu ndo ligi ya tano ndo, ukizungumza ndo ligi tano bara na Afrika zilizo bora uwezi kuikosa ligi ya Tanzania mimi nacheza ligi hiyo. Yanga anacheza ligi gani? Eh. Mm -hmm. Sasa mm. Kumbe nini? Unaona mbaya sikuwa daraja sawa. Bwana eh. Kama kuwakilisha nchi atamishaikuwakilisha nchi ume uh -huh. Umesahau? ii nikatoka robo finali kwa mikojo ya penalty na Leopards ya Kenya, tena sio hii mchekea, mchekea. Kwa hiyo kwenye kimataifa nimo, ukija kwenye lokoloko nimo, anagongana nao kote tu bwana. Mechi ya leo na mechi yako leo na Yanga kwa ujumla unaweza kuizungumziaje? Hasa mechi ya kiume, mechi ya kiume uh, wachezaji wamecheza pande zote mbili, na nilikwambia tangu awali na waheshimu Yanga kwa sababu wana timu nzuri, wachezaji wazuri, end of the day nikakwambia kwamba nahitaji pointi tatu muhimu. Uh, hii imekuwa alhamdulillah kwa Yanga kwa kupata pointi moja. Alhamdulillah kwa Yanga kupata pointi moja eh?